Jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka ya mapato Tanzania TRA wamekamata kontena tisa katika eneo la Mbezi Beach Tanki Bovu jijini Dar es Salaam, kontena zinazosadikiwa kuwa zilikuwa zinatoroshwa bila kulipia ushuru ama kodi ya aina yoyote. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye eneo la tukio, kaimu Manager wa TRA katika bandari ya Dar es Salaam, Beni Usaje anasema tunachoendelea hapa tunafanya uchunguzi wa kontena tuzozikamata usiku zinashukiwa kwamba hazijalipiwa kodi kutoka bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi tuma timu ya chunguzi ndio wamekuja hapa, wameniita zimekamatwa. Kwa hiyo taratibu zofuata ni ukaguzi wa kontena zenyewe, tujue kitu gani kimo na tuweze kuestablish kodi inatakiwa kulipiwa ni kiasi gani. Kwa wakati huu gari iliyobeba hiyo mizigo kontena zenyewe na mali zenyewe zitaendelea kushikiliwa na TRA na polisi. Usaji ametoa wito kwa matajiri na wakwepa kodi kujisalimisha na kuanza kulipa kodi zao bila kubuguziwa, kwani wakikamatwa itawagharimu matajiri. Naomba tu wa, wajenge nidhamu ya kupenda kulipa kodi, kwa sababu walifa ulipi na una gharama zake kama unavyoona, sababu huyu kama tukimkamata ni kugundua kwamba kwenda na matatizo kama tunavyo suspect, hata kwa salama talipa adhabu kubwa, na kuna uwezekano wa kutaifisha mali zake jumla, tusimrudishie na yeye akapelekwa mahakamani. Naye na mkurugenzi wa huduma na elimu kwa mlipa kodi Richard Kayombo amesema taarifa za kontena hizo zinaonyesha kuwa zilitakiwa zishushwe eneo la ipi zaidi, na kwamba mamlaka hiyo imetoa muda wa saa ishirini na nne ili wamiliki waweze kujitokeza, na wakishindwa kufanya hivyo zitafunguliwa ili kubaini kilichomo ndani. Endapo mmiliki hajapatikana au wakala wake ndani ya saa ishirini na nne, basi tuna uhuru kisheria kuchukua hatua ambazo ni sheria, maswala yafuatayo. La kwanza ni kutaifisha uh, makontena yote, na kama ni bidhaa halali basi huo mzigo tunaweza kaunadi au kufanya vyovyote. Kama ni mzigo haramu basi utateketezwa kwa mujibu wa sheria za nchi ni eneo la Tanki Bovu ambapo makontena zaidi ya tisa yamekamatwa na bandari yakidaiwa kuwa yamefika mahali hapa pasipo kulipiwa kodi. Bandari inaendelea kufanya uchunguzi wakishirikiana na TRA hey, kubaini kama makontena hayo kweli yalilipiwa kodi, na wametoa masaa 24 tu, mmiliki wa makontena haya aweze kufika na kufungua ili kubaini ni nini kilichomo ndani yake. Nikiripoti kutoka eneo hili la tukio, Pita son Mwananchi Digital.